Akampulizia pumzi mtu, akawa nafsi iliyo hai. Hapo ndipo Mungu anafanyaga kikao na mtu. Vitu vingi vya rohoni haviwezi kutoka bila kupita kwenye nafsi, hakiwezi kutoka moja kwa moja, lazima kipite kwenye nafsi, kwa sababu Mungu wakati anamuumba mtu, nafsi ni kama kiwanda cha kutafsiri lugha ya rohoni kuipeleka kwenye nyama, kwenye mtu mwanadamu, mtu mwili. Kwa mfano Mungu anaweza akakusemesha kwamba nataka ufunge tatu kavu, siku tatu kavu, kasikia ndani. Roho anakuambia kabisa, funga tatu kavu. Roho haiwezi kusema mwili, kuanzia leo tunafunga tatu kavu. Lazima roho itapita kwenye nafsi. Nafsi, hebu zungumza na mwili, tuna tatu kavu hapa za maombi. Nafsi nasema okay, mwili, kuna tatu kavu. Tutapata vidonda vya tumbo. Hakuna cha vidonda vya tumbo, tutafunga tatu kavu. Mimi nina vidonda vya... tutafunga tatu kavu. Nafsi nasema hujajua, hii ni taarifa, imetoka huko, tutafunga tatu kavu, haiwezekani. Alafu ndipo linapokuja lile neno mtu aonavyo nafsi yake. Kwa hiyo hawezi kufanya nje kama nafsi haijaruhusu kufanyika. ana Yesu asifiwe. hawezi kufanya kwa wazo la Mungu ni huyu mtu roho, alikuwa mfano wa Mungu kabisa, lakini Mungu anataka huyu mtu roho aweze kushirikiana na mtu nyama kufanya kazi ya kufanya nini? Kumrudishia Mungu utukufu, lakini hawezi kwa sababu tafsiri ya roho mwili hautaweza kuelewa hata siku moja. Ndio maana ukimkuta mtu ambaye hajaokoka ukimwambia ise, yani, wakati ninaomba Mungu akanisemesha akanisemesha, afu nikashangaa tu majibu. Anakuuliza, wewe umeonana na wapi na Mungu? kwa sababu yeye hayuko kwenye roho, yuko kwenye nyama. Anasema, ah, unawezaje kumwona Mungu mtu ambaye hana, yani, hana, hana hivyo vitu viwili hajaviruhusu vikonekti pamoja na mwili hawezi kabisa kuelewa Unaweza ukamwambia pombe ni dhambi, pombe ni mbaya, anakwambia wacha maneno, we bwana. Haelewi. Kwa nini? Kwa sababu hakuna connection ya mtu roho, mtu nafsi na mtu nyama. Mnanipata watoto wa Mungu? Kwa hiyo matokeo yake, chochote ambacho Mungu atakachokuwa anakisema atakireject, kwa sababu hakuna mahali ruga itakayo itakuwa rahisi kuelewa, kwa sababu lazima ipite kwenye nafsi itafsiriwe ili mwili uelewe kwamba aha, kumbe Mungu alikuwa anasema hivi kama tafsiri haipo, hamna mahali pa kutafsiri, hakuna. Ndio maana unaweza ukawa unaabudu unalia, kamasi zinatoka, watu wengine wanakuona kama ni kichaa. Kwa sababu gani? Anachoangalia, anaangalia nje. Yeye anaangalia ile hali ya nje, ambayo ni ya nyama. Hana connection yoyote ya kwenye nafsi wala roho, kwa hiyo hawezi kujua kama hicho kitu ni cha ndani, ndicho kinachotoka nje. Anafikiri ni cha nje. Anapokuona wewe unalia, anafikiri ni cha nje anapokuona wewe unainua mikono anafikiri wewe unainua mikono nje, kumbe mikono ulianza kuinua ndani. Lakini sasa unatamani kueleza hali ulionayo, unashindwa, unajikuta tu mikono yako hii ya nyama imeinuka, kwa sababu ndani ulishainua mikono. Kwenye kitabu cha Isaya anasema, watu hawa wananiheshimu midomoni, lakini huko ndani hawaniheshimu. Kwa hiyo usipate shida ukimkuta mtu anasema tunaenda kumwabudu Mungu, alafu ana shughuli nyingi, mara anachati mara anaweka screen, anaweka silence, yani huyo connection ya roho nafsi na mwili vimeachana mbali sana. Kwa hiyo hawezi kuelewa, anasema ah, unajua kuna simu ya muhimu. Kwa hiyo kuna mtu muhimu kuliko Mungu sisi? Kama unanielewa hivi, kuna mtu muhimu kuliko Mungu kweli? Ukasema, hii ni ya muhimu sana u, yani ambaye unasema huyu ni mtu wa muhimu. Maana Mungu ndio aliyemfanya huyu mtu ambaye unamwona wa muhimu. Kwa nini tumeshindwa kumuona wa muhimu Mungu tukamuona wa muhimu mtu? Kwa sababu connection kati ya mtu nyama, mtu nafsi, roho iko mbali ndio anasema mfanye mtu kwa mfano wetu. Sasa huo mfano nataka ni niuzungumze ule mfano ambao ni roho Mungu alikuwa anazungumza alikuwa anazungumza alikuwa anazungumza ile network, kwa maana ya kwamba simu ambayo haina network haiwezi kufanya chochote. Simu ambayo haina network, mahali ambapo hakuna network, hakuna kitu kitaunganika, hakuna sauti utakayosikia, hakuna simu itakayopigwa, hakuna mtu utakayesema nimeongea naye au message itakayotumwa. Kwa nini? kwa sababu hakuna network. Kwa hiyo Mungu wakati anamuumba ana mtu akasema, ngoja kwanza nitengeneze mfumo wa IT ya kiroho, ndo akaanza kule mtu roho tengeneza kwenye nafsi kidogo akaja kwenye nyama. Ndio maana nafsi unaweza kuta jambo la rohoni, lakini nafsi inaweza ikalibeba na li, ikaligeuza likawa mwilini. Nafsi inaweza kukichukua kitu cha rohoni ikakitengeneza kikawa mwilini halisi kabisa, na kikatoka kwenye mwili kikawa kinaishi. Ndio maana afya ya mtu haiko kwenye mwili, afya ya mtu iko kwenye nafsi, lakini kabla ijaanzia kuwa kwenye nafsi, iko kwenye roho. Kwa sababu wakati mtu Mungu anamuumba hakuwahi kumuumba mtu ambaye ni mdhaifu. Aliyesema tufanye mtu kwa mfano wetu, hakuumba mtu mdhaifu, hakuumba mtu anayeumwa, hakuumba mtu ambaye amekata tamaa. Mimi nawaambia watu hivi, wakati Mungu ananifundisha siku moja akasema hivi, ukiona watu wanasema kwamba huyu jamaa mvumilivu, Mungu ni mwenye upendo, Mungu hakuwa navyo zamani Kabla anamuumba wakati anamumba mtu hakuumba upendo, hakuumba uvumilivu, hakuumba subira. Mungu hakuumba kwa sababu hakukuwepo dhambi. Dhambi ilipoingia ndio Mungu akaweka upendo, akaanza kujitengenezea vitu vya kumrudisha mtu tena, kutengeneza uvumilivu, kutengeneza msamaha, havikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukasema ah, hii ni asili ya Mungu. Uvumilivu sio asili ya Mungu, asili ya Mungu ni utakatifu peke yake. Uvumilivu ni baada ya dhambi. Mungu hasema okay. Nimekasirika lakini acha niwarudie. Anatengeneza vitu sasa, anasema kwa sababu mmekosea mmevuruga, ngoja niwape vitu vya kuwasaidia, ili muishi kama mimi, uvumilie, hivyo kusameheana. Anasema chukuliane, kusameheane, kwa sababu vilikuwa havipo, kwa sababu Mungu hakumuumbia mtu hivyo. Ni vitu sasa ambavyo vinatakiwa uanze kuvifanyia kazi, kuviishi kwenye mfumo wa mtu, roho mtu, nafsi mtu, nyama, havikuwepo, havikuwepo kabisa. Dhambi ilipoingia ikabidi Mungu aanze sasa kuweka mikakati ya kumrudisha mtu, taweka msamaha, taweka uvumilivu, ntaweka upendo, ntaweka kuchukuliana, akaviweka. Viko vipengele vingi. Alikuwa na kazi moja tu ya ibada peke yake, kila mtu tu ni ibada, kila mtu. Bwana Yesu asifiwe, naelewa watoto wa Mungu.